Tuwapongeze sana bodi ya ligi. Tarehe 15 mwezi wa sita, mnyama akashakuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika, tunakwenda na kombe letu katika uwanja wa Taifa. Uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa mnakubali kama kama mnatengeneza wa flani. Nabi alijapigwa kombe, mm. la shirikisho barani Afrika linatembezwa uwanja mzima linazunguka. Mm. Kila mwana Simba aliyopiga jezi yake anakwenda kupiga na upicha nini? Kombe. Yawezekana mkiamua mm. nyi msteze mm. dabi na radha, mkenda kumnyima radha mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania, kwa sababu yeye ni mwanamichezo, anaamini hiyo mechi ikichezwa na naye anatakiwa kafanyaje, akaishuhudie. Mtakwenda kumnyima hicho haki, mtakwenda kumnyima haki makamu wa rais, mzee wangu mkokiwa moyo Doris Mpango ambaye yeye anaamini ni mwanamichezo atatamani hiyo mechi kuiona dabi inapigwa dab amtacheza ya maana yake, mtakwenda kumnyima haki makamu wa rais, waziri mkuu Majaliwa Kasim Majariwa, mtakwenda kumnyima haki ya kwenda kuishuhudia dabi ni nami mwanyima haki awo watu, mtacheza mtacheza tarehetarehe kumi na tano mechi ipo, lakini uongozi huu tayari utakuwa umeshajiuzuru. Huu ndio watani zangu nyuma mwiko Kabla tarehe 15 wa kufikiria tuna shughuli yetu tarehe 25. Okay. Okay. Hapa kuna jambo moja nataka nilizungumze kwa mapana na marefu, mlisikie. Na moja ndugu yangu ndugu yangu Deus Kausile amenambia hili Kisugu lazima ukalizungumze. Ndugu yangu Mselem Nasolo Mselem amenambia lazima ukaseme. Mm-hmm kakaangu Idrisa kutoka Uswizi jana, ananipigia simu naambia, Kisugu, hili mboni ukusema? Namwambia, Idrisa, usio na wasiwasi, mimi nasema tarehe ishirini na tano. mm -hmm. kuna watu tunaweka magetini nikois katika hili, usipovaa jezi nyekundu ya Simba uwanjani uingii, wallahi wa billahi, tarehe kumi na tano Siku, siku ya tarehe ishirini na tano, siku ya fainali ya shirikisho barani Afrika, mechi ya kwetu Simba. msemaji wetu ameshasema kama ukuvaa jezi nyekundu ya Simba Sports usije na, tutaweka watu maalum kwa kukagua ah, kisuri lazima wavae nyekundu. umetaka vaa nyekundu, hukutaka kaa nyumbani, angalia kwenye azabu iliyotoka ni amri. Hayuko mwanasimba ambaye hana jezi nyekundu. Na tuna maana kwa nini tumesema tuva jezi nyekundu mm -hmm. Gani waandishi, tunawajua mna taratibu na sheria zenu, nataki kuzungumza na nyinyi mm -hmm. tunazungumza na mashabiki. Hata mabosi wale wa VIP, tena nyekundu wenyewe sio nguo tu nyekundu, ni jezi ya Simba nyekundu. Ndugu yako kama kama una piga simu, sina jezi, tutaongea na Sandals the only one, atakupozea bei, utapata jezi. Hata ndugu yako pia ukimpa mwaliko itakuwaaje? Nyekundu, brother. Atavaa. Sio ndugu baba yangu mzazi Omar bin Nasoro Mikoi. Piga jezi nyekundu kama una jezi nyekundu tusubiri katika Azam TV Nasoro ujamani, kimtaja Nasoro anapenda Yanga kuliko kula na anapenda kuangalia mpira blaza, kama una jezi nyekundu usije na umetaka vaa nyekundu, ukutaka katika mechi ya fainali usije. Hii fainali moja, taifa hili linakuja kuingiza mapato, moja chanzo cha mapato ni Simba Sports kuleta fainali katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. mm -hmm. maafisa wa kafu watakuja. mm -hmm. maafisa wa FIFA watakuja. Hii ndo maana halisi ya fainali. yeah. Kwa hiyo tunachotaka kuona namna ambavyo tunakuja kutengeneza kitu ambao watakekuja kushuhudia ile fainali kutoka nje ya nchi, wajua makweli hii ni Simba Sports sasa wewe kiwajezi nyekundu uwezi kuvaa, kwa nini uje? Bado uko serious? walinzi wa simba mnanisikia, siku hiyo tunakaa getini, mtu amevaa rangi yake ya manyokanyoka, piga chini akija, na ule wa vilabu atavaa, piga chini akija wa vilabu vaa nyekundu, kama una baki nyumbani. Aha. Vaa nyekundu, kwani ukenda kwenye sherehe ya harusi ya mtu nguo za kuvaa nani anapanga? Si ndio wenye shughuli? Na msemaji ameshasema, msemaji ameshindwa kwenda mbali, mimi nakwenda mbali zaidi, kwa sababu bosi wangu Kenya ameniambia mimi nizungumze. uh -huh. Chiko, mzee wa Paris. Kutoka maeneo pale mzee, Cape Town. Mwamba mmoja rais wa Tanzania wote waliokuwa w Afrika Kusini. Nasema ulionituma nasema. Guys. Wana Simba tuna mechi zidi ya Pamba FC. Mechi ya Pamba moja ndio mechi ya majaribio kwa na Simba nayo tutenge jezi nyekundu tuvae. Nawashukuru sana waandishi wa habari. <laughs> Shukrani sana kids. Mnafanya kazi nzuri. hmm. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atupe afya njema hmm, ili kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri, hmm, kila jambo linakwenda sawa sawa. hmm. Mavazi ya tarehe 25 hmm, ni jezi nyekundu. Umetaka vaa nyekundu, ukotaka kaa nyumbani, fuatilia hmm, Azam TV.

Tunafanya kazi nzuri. Tuendelee kumuomba mm, Mwenyezi Mungu atupe afya njema mm, ili kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri, mm, kila jambo linakwenda sawa, sawa. Mm. Mm. Mm. Mm. Mavazi ya tarehe 25 ni jezi nyekundu. Umetaka vaa nyekundu, hukutaka kaa nyumbani, mm, fuatilia Azam TV, bila hisi tu. Mm. 25 wanachukua kingamuzi chako, mm, unakaa nyumbani maisha yanakwenda. Asante sana.